Kipindi anazaliwa aligundulika ana tatizo, alizaliwa hana njia ya haja kubwa. Ndo tuliondoka hapa tukaenda zahanati hapa kwetu Leshata. Tulivyoenda hapa tukapewa rufaa tuende Gairo, tukaondoka tukaenda Gairo. Tulivyoenda pale Gairo ikashindikana tukapewa tena rufaa, tumeambiwa tuende Morogoro, tukaondoka tena tukaenda Morogoro. Tulivyofika pale Morogoro tena ikashindikana, tukaambiwa inatakiwa hapa muende Muhimbili ya Mloganzila. Tukaondoka hapa tukaenda Muimbili, tulipoenda Muimbili tena wakasema mm, hii tatizo ni kubwa, si tumeshindwa, inatakiwa muende Muimbili. Ndio tuliondoka tukaenda Muimbili. Tulipoenda kule Muimbili alifanyiwa huduma siku ya kwanza kwenye njia yake ya kawaida. Ndio akasema muende mkakae, baada baada ya miezi sita mrudi, tuje tumchunguze. Kuja, ya miezi miezi sita tulivyokuja minne, ile njia ikaziba tena choo kikawa hakitoki. Ndo tuliondoka tena tukaenda Muhimbili. Kwenda Muhimbili ndo walimpasua ubavuni, wakasema haja yake tokee kwanza ubavuni, baada ya muda kadhaa mtamleta. Ndo tuliondoka tukaja nyumbani tumetulia tulia, na hela zilikuwa zinasumbua sumbua. Ndo tulimpeleka tena huko Muhimbili, kwa safa hii tuliambiwa milioni nne ndo apate hii haja yake wa kawaida. Yani ni milioni nne, tukaambiwa tumkajiandae. Ndo tukakata tamaa, tulirudi yaani tukakata tamaa maana tukawa hatuna hata kitu eh, lakini tunashukuru sasa kwa hamu hii alivyoenda mtoto akarudi vizuri. Msaada tulipata kwa mkuu wa wilaya Gairo, Jafary Kubecha. Kwa kweli ndio katutatulia hili tatizo, tatizo likawa gumu mno, yaani kwa sasa hivi tunashukuru sana. Mungu aendelee kumbariki sana. Awali niliweza kuona taarifa ya mtoto Patrick kwenye vyombo vya habari na kwa kweli niliguswa na hii taarifa kwa sababu niliona mtoto anayo changamoto kubwa. Kwa hivyo nilichukua hatua ya kuja kuwaona familia hii na kweli nikabaini mtoto anayo shida. Kwa hiyo kwa nafasi yangu ndogo nikajaribu kufanya mawasiliano na Mheshimiwa DC wa wilaya ya Gairo Mheshimiwa Jafari Kubecha kumwomba kuibeba hii changamoto ya mtoto Patrick ili kuweza kuitatua. Na ninashukuru baada ya kufanya mawasiliano na mheshimiwa Jafari Kubecha aliipokea taarifa vizuri na mara moja utekelezaji ukaanza. Naishukuru serikali ya awamu ya sita ya Dokta Samia suluhu Hassan kupitia ofisi ya mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa kutufanikishia matibabu bure ya mtoto wetu. Kwa sasa yuko vizuri, anaendelea vizuri. Nashukuru serikali ya mama Samia toa msaada kwenye tatizo la huyu kijana maradhi alikuwa naye kijana. Serikali ya Samia ilitoa msaada kupitia uongozi wa wilaya ya Gairo. Kwa hiyo huyu kijana yuko kijiji cha Leshata, kata ya Leshata na kitongoji cha Leshata. Kwa hiyo sisi tunasema tunashukuru kwa msaada huo. Tunashukuru kwamba mmepata matibabu na nyinyi wenyewe mnakiri kwamba mtoto anaendelea vizuri, ameendelea katika hali yake ya kawaida kama mlivyosema. Ugonjwa wake mkubwa ilikuwa ni alizaliwa nao, kwamba alikuwa hana njia ya haja kubwa, iliziba na kwamba alikuwa anashindwa kujisaidia, na baadaye alipopatiwa huduma ya awali alitolewa, e, alitolewa njia kupitia upande wa pembeni, na sasa hivi njia ile imefungwa na njia yake ambayo ni asili kwa maana ya njia haja kubwa imeweza kuzibuliwa na me, operation kubwa, na operation sasa hivi anaendelea vizuri. Kwa hiyo kwanza, tunaishukuru serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuboresha huduma bobezi na za kibingwa. Kwa sababu huko nyuma kama mnavyosema mmehangaika katika vituo vya afya, hospitali za wilaya na mkoa, imeshindikana. Lakini imekwenda Muhimbili, operation hii imefanyika na imefanyika bure eh. Serikali kwa kuangalia hali yenu kama ambavyo sisi mimi mwenyewe nimekuja nimeona, kweli mnahitaji msaada na kwa kweli meweza kuwasaidia, na mtoto ameweza kupata huduma bure, na sasa hivi nyinyi wenyewe mmekiri kwa kinywa chenu kwamba anaendelea vizuri na mmeishukuru serikali. Na mimi naendelea kumshukuru mheshimiwa rais, lakini pia namshukuru katibu mkuu wa wizara ya afya mheshimiwa e, Seifu pamoja na Dr. Seifu pamoja na e, e, mkurugenzi wa Muhimbili pamoja na timu nzima ya madaktari wa Muhimbili kwa kufanikisha hii operation ya kijana wetu, sasa hivi anaendelea vizuri. Lakini pia ni washukuru wazazi, hamkusita wala hamku, hakukata tamaa ya kupigania ndoto za mtoto wenu kuhakikisha kwamba anatengamana anarudi kwenye haki. Najua mmeumia imefika mahali mliuza mashamba mmepigika, lakini yote hiyo ni kupigania uhai na usalama wa mtoto wenu.